Leo ni kumbukizi ya kifo cha aliyekuwa Rais wa Iran Ebrahim Raisi na watu wengine saba waliofariki siku kama leo, Mei 19 mwaka 2024, baada ya helikopta waliokuwa wakisafiria kuanguka karibu na mpaka wa Azerbaijan. Siku ya tukio, rais alisafiri hadi mkoa wa kaskazini magharibi kabisa mwa Azerbaijan ya mashariki kwa ajili ya uzinduzi wa mabwawa ya Qiz Qalasi na Khoda Afarin, mradi wa pamoja uzalishaji umeme kwa maji kati ya Iran na nchi jirani ya Azerbaijan katika mto Aras. Alijiunga katika hafla hiyo na rais wa Azerbaijan Ilham Aliyev, ambaye alisema alikuwa amempa kwa heri ya kirafiki kabla helikopta haijaondoka eneo la bwawa kuelekea jiji la Tabriz, takriban kilomita 180 sawa na maili 80 kusini. Rais alitarajiwa kuzindua mradi katika kiwanda cha kusafisha mafuta cha Tabriz. Kulikuwa na watu saba waliomsindikiza rais waliofariki pia katika ajali hiyo. Waliofariki ni pamoja na aliyekuwa waziri wa mambo ya nje wa Iran Hossein Amir Abdullahian, gavana wa mkoa wa Azabajani ya Mashariki Malek Ramati, na kiongozi wa sala Ijumaa wa Tabriz Ayatolah Mohammad Ali Al Hashim, kiongozi mkuu wa Kishia na pia mwakilishi rasmi wa kiongozi mkuu Ayatolah Ali Khamenei katika mkoa huo. Wengine walikuwa ni brigadia jenerali wa IRGC Mohammad Mehid Musavi, mkuu wa kikosi cha usalama cha rais marubani kanali Mosen Daryanush na kanali Seyi Tahir Mostafavi pamoja na fundi meja Beruz Kadim. Tukio hilo lilitokea majira ya saa saba na nusu mchana kwa saa za huko, katika eneo la milima lisilo rahisi kufikia takriban kilomita 58 kusini mwa bwawa la Qiz Qalasi na kilomita 2 kusini magharibi mwa kijiji cha Uzi Waziri wa mambo ya ndani Hamad Vahidi alithibitisha baadaye kuwa msafara wa rais ulikuwa na helikopta tatu na ndege yake ililazimika kutoa kwa dharura kutokana na hali mbaya ya hewa na ukungu mkubwa. Alisema timu nyingi za uokoaji zilikuwa zikielekea eneo la tukio, lakini ukungu, theluji, mvua na mazingira magumu ya eneo hilo vilikuwa vikiathiri juhudi za uokoaji. Kwa mujibu wa afisa mmoja, helikopta nyingine mbili zilizosafiri na ile ya Raisi zilianzisha jitihada za kuitafuta kwa dakika kumi na tano hadi ishirini baada ya mawasiliano kukatika, lakini nazo zililazimika kutoa kwa dharura. Makamu wa rais wa masuala ya utendaji Mohsen Mansuri alisema pia kuwa mawasiliano yalifanyika na watu wawili waliokuwa kwenye helikopta rais, mmoja wa wafanyakazi wa ndege na mtu mwingine. Hata hivyo, matumaini kuwa rais na wasaidizi wake walikuwa hai yalifutika kufikia alfajiri ya Jumatatu, Mei 20 mwaka takriban saa tano kamili alfajiri kwa saa za huko, waokoaji waliona mabaki ya helikopta hiyo kwa umbali wa kilomita mbili na iliyochukua saa moja kufika kwenye eneo hilo. Walipofika kwenye eneo la ajali lililoko kwenye kimo cha mita elfu mbili na mia mbili hawakuona dalili yoyote ya uwai. Uchunguzi wa mwisho wa Iran kuhusu ajali ya helikopta hiyo ilibaini kuwa ilisababishwa na hali mbaya ya hewa na anga eneo hilo katika msimu wa kuchipua. Ripoti hiyo iliongeza kuwa kutokea ghafla kwa ukungu mzito uliopanda kulisababisha helikopta hiyo kugonga mlima. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, hakukuwa na dalili zozote za hujuma katika sehemu au mifumo ya helikopta hiyo. Rais mwanasiasa mwenye msimamo mkali alichaguliwa kuwa rais mwaka 2021. Kwa muda mrefu alikuwa akionwa kama mrithi wa asili wa kiongozi mkuu Ayatola Ali Khamenei, mamlaka ya juu kabisa nchini Iran.